kwa mama kwa speech yake ya juzi ambayo ilikuwa imejaa labda wengine wanasema ni, ilikuwa ni presidential material kuonyesha kwa kwamba yeye ni amiri jeshi si mchezo, na nadhani tumewahidhika vya kutosha, lakini kuwa na matumaini ya baadaye, si matumaini ya tarehe tisa peke yake, bali kwa kipindi chote mpaka 2030 na kuendelea inshallah, kwa ajili ya nchi yetu. Hakuna haja ya kupoteza muda, baada ya kumuunga mkono sasa turudi majumbani mwetu katika mikoa yetu, katika tarafa zetu, kuhakikisha kwamba ujumbe huu tunaupeleka, tunaushusha chini mpaka kwa hawa vijana wetu, maanake wanasema vijana, maji ya moto watu wengi wamekuwa victim of circumstance wameingia katika boti si a ao maskini, lakini alhamdulillahi, sasa ujumbe umeeleweka, hatuna muda tena wa kupoteza wa kupoteza zaidi ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kulifanyia hili jambo tulifanyie kazi, lakini tuendelee kumuunga mkono mama pamoja na timu yake, tumuombee dua kwa sababu adua amukhu la ibada, dua ndiyo kila kitu ndio ubongo wenyewe, ili kazi hii iendelee, si kwa ajili ya Jumanne ijayo tu, lakini kuhakikisha kwamba sasa amani yetu inarudi, ili sasa huyu mtoto haki aweze kukaa vizuri, kwa sababu kwa kumalizia, anasema wote tumefurahi kusikia kwamba kusameheana huko, kukaa kwa maridhiano, watu waweze kuijenga nchi. Nchi ni yetu sote, hatuna sehemu yoyote ya kwenda. Allah ametuchagulia hapa kwa, kwa muda wa siku chache tumeona adha yake ilivyo. Na culture wise, kama Watanzania tunajua riziki zetu tunazipata vipi. Ni lazima mtu utoke kabla jua halijatoka utroti huko, ndio ulete riziki katika familia. Haya mazingira yakiwa hivi, tunafanyaje? tusije tuka create problem ndani ya problem. Tafadhali ndugu zangu Watanzania wote kwa pamoja sisi hatuna tabia ya kubaguana yeyote, atakayekuja na lugha ya ubaguzi, uwe ubaguzi wa kijinsia, ubaguzi wa kidini, ubaguzi wa kabila, kuhakikisha kwamba wote tunamshambulia, kuhakikisha kwamba tunamrejesha katika culture ya Kiislamu. Asalamu alaikum warahmatullah.